Juhudi za uokozi zimeendelea katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan baada ya maporomoko ya ardhi kusababisha maafa makubwa. Maporomoko hayo yalitokea Jumapili baada ya mvua kubwa kunyesha kwa siku kadhaa. Video iliyosambazwa na waasi wa SLMA imeonyesha watu wakikusanyika katika maeneo yaliyoathiriwa huku uokozi ukiendelea. Mapema siku ya Jumatano miili tisa iliyopolewa kutoka kwenye udongo na vifusi hayo yamethibitishwa na Abdul Hafiz Ali afisa mmoja wa kutoa misaada wa shirika la Jebel Mara Emergency Room. Kulingana na wakazi wa kijiji cha Tarsin, sehemu ya mlima iliporomoka na kufunika kijiji. Watoa misaada wamesema kijiji hicho kilikuwa nyumbani kwa mamia ya wahamiaji waliokimbilia huko kwa sababu ya machafuko. Ofisi ya Umoja Mataifa inayoratibu misaada ya kiutu OCHA imesema, japo ripoti za ndani zimekadiria vifo kufikia elfu moja, washirika wanaotoa misaada wamesema huenda idadi kamili ikawa chini. OCHA imesema itatoa idadi kamili ya maafa hayo baadaye.